Naitwa Juliana Laurent, ni afisa uchunguzi mkuu wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora tawi la Dar es Salaam. tuko hapa katika mabanda haya ya maturubai tukishirikiana na Wizara ya Katiba na Sheria kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na maswala ya haki za binadamu na misingi ya utawala bora. Sisi Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ni taasisi ya serikali ambayo tupo kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria ya tume, ambayo kwa mamlaka tulionayo, tuna majukumu mbalimbali ambayo ni pamoja na kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na masuala ya haki za binadamu na misingi ya uta ya utawala bora ili kuhakikisha kwamba amani na utulivu vinadumishwa katika nchi. Pia tunatoa elimu ya masuala ya haki za binadamu na misingi ya utawala bora ili kuongeza uelewa kwa wananchi kuhusiana na masuala ya haki, lakini pia tunapokea malalamiko na kuyafanyia uchunguzi ili kuhakikisha kwamba haki inapatikana kwa wananchi. Vilevile tunatoa ushauri kwa serikali, taasisi binafsi, pia taasisi za serikali kuhakikisha kwamba wanapanga mipango yao kwa kulinda na kuangalia zaidi masuala ya haki za binadamu na utawala bora. Hivyo basi tunatoa wito kwa wananchi kwa kipindi cha siku kumi ambacho tutakuwa katika mabanda haya wakaribie katika banda la Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kwa ajili ya kupata elimu kuhusiana na masuala ya haki za binadamu na misingi ya utawala bora.